Sisi hapa Geita ni wachimbaji na katika uchimbaji wetu tuna dawa moja ambayo tukiitumia huwa sa, ina, inaitwa sane ambayo tukiitumia kutoa dhahabu kwenye jiwe huwa dhahabu haibaki. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mgombea Rais, siku hii ya leo kwa jinsi ambayo umetatua mambo magumu hapa Geita na kuilinganisha na dawa hii ya sane ambayo mama yetu kipenzi, ukiweka kwenye mwanga wowote mradi una dhahabu, lazima dhahabu ile itoke. Na siku hii ya leo nikikuona wewe hapa, kwa jinsi ambavyo umekitendea hapa Geita kiukweli, na kulinganisha na dawa hii ya saneli, kwa jinsi unavyotatua changamoto mbalimbali za wananchi. Mheshimiwa Mgombea wa Rais, hapa Geita tulikuwa na tatizo kubwa la maji kwa miaka mingi iliyopita, lakini kwa kipindi chako cha miaka minne Mheshimiwa mgombea leo tunapozungumza kuna mradi mkubwa wa mishi ishirini na nane ambao unatoka ziwa Victoria kuja hapa Geita mjini, ambao ule mradi tunaamini unavyoenda kukamilika na mbogo sasa hivi umefikia asilimia sabini na tatu na unavyoenda kukamilika kule mwezi wa Desemba. Tunaenda kumaliza tatizo la maji katika mji wetu wa Geita. CCM oyee! Mheshimiwa mgombea urais, ndio maana nikiona haya jinsi ambavyo jambo hili ni kwa ugumu, lakini wewe umekuja kwa muda mfupi umetatua, na kulinganisha na sana ili inayotoa dhahabu kwenye ina mwanga. Mheshimiwa mgombea urais, hapa Geita tumekuwa na tatizo ishirini na sita toka mgodi wa GGML ulivyoanza, ambao kulikuwa na vigingi, lakini watu wa hapa Geita hawakuwahi kulipwa, hawakuwahi kufanyiwa tathmini. Lakini Mheshimiwa la, mgombea rais, leo ni miaka minne ya uongozi wako, napozungumza sasa hivi wale Nyamarembo na Nyakabale watu wote wameishakubaliana kugaliana, sasa mgodi unaenda kuwalipa watu na kasa hivi twala ya tathmini linaendelea na tunaamini muda mfupi ujao watu wataendelea kulipwa. Kwenye hapo, mheshimiwa mgombea rais, tunaomba tu ofisi yako, na kwa sababu huko hapa ulitamkia, jambo hili liendelee kwa kasi, ili basi wananchi hawa Wageita waweze kupata hizo stahiki, ambazo bwana, sasa hivi wanafanyiwa tathmini. Mambo hayo unayoweza mama, mambo hayo mama yetu unayoweza, na ndiyo maana kila wakati nikikuangalia naikumbuka dawa ya sanedi inayotoa dhahabu kwenye mwamba. Mheshimiwa mgombea wa rais, ni juzi tu umetupatia manispaa. Mama, tunakushukuru sana, tunakushukuru kwa kutoka kwenye moyo, kutoka kwenye ndani ya moyo wetu. Watu wa Geita sisi tuna shukurani kubwa sana goko, maana umetupatia manispaa. Kutupatia manispaa, mama yetu, ina maana kubwa sana kwetu.